Na mtazamaji, ndipo ndio kwanza wajiunga nasi, kumbuka tu hii Focus News, tukiendelea kukupasha habari mbalimbali zinazozidi kujiri hivi sasa. Tukielekea huko nchini Uganda, tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni ameongoza kwa kishindo katika uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi, akiwa mbali mbele ya mpinzani wake mkuu Bobi Wine, ambaye chama chake tayari kimeanza kuhoji uhalali wa matokeo. Takwimu zilizopo hadi hivi sasa zinaonyesha Museveni akiwa na asilimia huku Wine akiwa na asilimia ishirini na moja kwa mujibu wa matokeo kutoka asilimia sabini ya vituo vya kupigia kura. Chama cha Wine kilisema kwenye mitandao ya kijamii kuwa helikopta ilitua katika eneo la nyumba yake jijini Kampala na alichukuliwa kwa nguvu na kupelekwa kusikojulikana. Mtandao wa intaneti umezimwa, jambo linalofanya iwe vigumu kuthibitisha madai hayo. Polisi wa eneo hilo waliwaambia waandishi wa habari kuwa hawakuwa na taarifa zozote kuhusiana na tukio hilo. Hapo awali Waini alisema kuwa amewekwa chini ya kizuizi cha nyumbani huku vikosi vya usalama vikizingira makazi yake. Katika hatua hiyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda Kituma Rusoke aliliambia shirika la utangazaji la ndani NBS kwamba kama mgombea urais Waini alikuwa mtu wa kuangaliwa na akaongeza kuwa uwepo mkubwa wa usalama kuzunguka nyumba yake ulikuwa kwa usalama wake mwenyewe.